Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma imetupilia mbali pingamizi la awali lililowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na Clayton Revocatos Chipando maarufu kama Baba Levo na hivyo kufungua rasmi mlango wa kusikilizwa kwa ushahidi katika shauri la uchaguzi la jimbo la Kigoma mjini. Uamuzi huo umetolewa Disemba 16 mwaka huu 2025 na Mheshimiwa Jaji Progestus Kayoza katika shauri la uchaguzi nambari 2028949 la mwaka 2025, ambapo mahakama imewapa ushi, ushindi walalamikaji Johari K Kaborou Lom H Mwitu, Pendo D Kombolela na Luma H Akilimali wanaosimamiwa na wakili John Seka. Kupitia uamuzi huo mahakama kuu imekubaliana na hoja za walalamikaji kuwa shauri hilo ni halali, lina msingi wa kisheria na limekidhi matakwa ya sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni za mashauri ya uchaguzi, hivyo kuondoa kikwazo kilichokuwa kikizuia kesi hiyo kusikilizwa na kwa misingi yake. Hapo awali, walalamikiwa kupitia mawakili wao waliwasilisha pingamizi la awali wakiomba mahakama itupilie mbali shauri hilo kabla ya kusikiliza ushahidi, wakidai kuwa kulikuwa na mapungufu katika aya ya uthibitisho wa hati za ushauri pamoja na hoja kwamba walalamikaji walipaswa kuomba msamaha wa dhamana ya gharama ya ke, za kesi hata kama walikuwa na hati ya msamaha kutoka chama cha wanasheria wa Tanganyika maarufu kama TLS, yani Tanganyika Law Society. Aidha, walalamikiwa walidai walalamikaji hawakuwa na mamlaka ya kisheria kuomba baadhi ya nafuu ikiwemo upekuzi na uhesabuji wa upya wa kura. Hata hivyo, katika uamuzi wake wa tarehe 16 mwaka 2025 ya Disemba, mahakama kuu imezikataa hoja zote hizo na kubainisha kuwa hazina mashiko ya kisheria, jambo lililoipa shauri hilo uhai wa kuliruhusu kuingia katika hatua ya kusikilizwa ushahidi. Akizungumza baada ya uamuzi huo, wakili wa walalamikaji John Seka amesema wameupokea kwa furaha uamuzi huo wa mahakama, akieleza kuwa kutupilio mbali kwa pingamizi hilo ni ushindi, si tu kwa walalamikaji, bali pia ni kwa misingi ya haki. Amesema kwamba walalamikiwa walijaribu kutumia hoja za kiufundi kuzuia mahakama kuangalia kiini cha madai ya ukiukwaji wa uchaguzi, lakini mahakama imesimama kidete na kuona kuwa hoja za pingamizi hilo hazina mashiko na sasa kesi itakuwa inaendelea mahakamani. Sasa ni dhahiri kwamba kutokuwepo na kesi ya kusikilizwa kwa kupingwa kwa matokeo ya uchaguzi ambayo yali ama uchaguzi ambao ulifanyika katika jimbo la Kigoma Mjini, ambalo sasa hivi mbunge wake ni Revocatus Chipando Clayton, maarufu kama Baba Levo, ambaye tayari alishaapishwa na ameshaanza kazi kama mbunge ambaye anawakilisha jimbo hilo la Kigoma. Sasa kuna uwezekano mkubwa Baba Levo kaburuza upya mahakamani na kitakachotokea ni maamuzi ya jaji kulingana na sheria ya uchaguzi kama nilivyokuambia hapo awali.